Yes, mwana sawa, sawa digital. Kwa sasa hivi watu wengi wamekuwa waki, e, wakifanya matukio tofauti tofauti, lakini pia e, mambo mengi ambayo pia yanaweza kusaidia kwa wale watu ambao wanakuwa e, wana, wanataka uhitaji au wanakuwa wanahitaji msaada wa vitu fulani. Watu wengi sana wamekuwa wakifanya au, lakini pia kumekuwa kuna mashirika mengi sana tofauti tofauti ambayo yamekuwa yakihusika na masuala haya ya kuweza kuwasaidia watu ambao wanakuwa hawana uwezo wa kupata kitu fulani. Sasa niko hapa na moja kati ya watangazaji ambao wanatangaza kipindi cha Sentro kutoka pale Clouds TV. Sasa katika kwen... Kuendeleza utaratibu wake wa kuweza kurudisha kwa jamii, mtangazaji wa kipindi cha Sentro cha Clouds TV ambaye anafahamika kwa jina la Ziza Malick, kwenye mtandao wake wa Instagram anatumia jina hilo. Ameweza kushiriki chakula na cha mchana na watoto yatima, eh, kutoka katika vituo saba, lakini pia shule mbili zenye watoto wenye mahitaji maalum, pamoja na wazee wanaolelewa vituoni humo. Lakini pia katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, ndipo ishu hii ameweza kwenda kuifanya huko. Eh, sasa katika siku kuu ya muungano ambayo ilifanyika eh, siku ya tarehe

Ziza ameweza kufanya kwamba hafla hiyo eh, katika uwanja wa Kaitaba Manispaa ya Bukoba eh, ikiwemo eh, au ikiwa lengo kuu la kuweza kufanya issue hiyo ni kurudisha kwa jamii yake ambayo ametokea na kuwapa furaha watoto na wazee ambao wanaishi katika vituo hivyo. Lakini pia tofauti na hafla hiyo, pia aliweza kutembelea gereza kuu la Bukoba na kuweza kukuwapelekea eh, kwa, mahitaji mbalimbali watoto ambao walikuwa wamefungwa gerezani pamoja na eh, mama zao bana. Imekuwa ni story ambayo kidogo inaweza umiza kidogo kutokana na vitu ambavyo vinakuwa vinafanyika. Kuna baadhi ya watu ambao pia wamekwisha kufungwa magerezani wao pamoja na watoto wao. So bana akaamua kuweza kufanya hafla hiyo au kuweza kurudisha kwa jamii kwa namna hiyo. Lakini pia sio hivyo tu, aliweza kupita katika vituo vya watoto ambao wanalelewa huko lakini pia na wale wazee ambao wamekwisha kuwa na umri mrefu na kuweza kushindwa kufanya kazi na vitu vingine vingi sana ambavyo vinakuwa vinatokea katika jamii. So mtangazaji huyu ameamua kuweza kufanya hivyo. Yapi maoni yako kuhusiana na tukio hili ambalo liko limefanyika au wewe unarudishaje kwa jamii au wewe siku ya, ya kuna tumezoea watu wengi wanafanya ishuo kwenye siku zao za kuzaliwa, lakini tumeona kwamba yeye akaamua kufanya katika eh, siku ya muungano wa Tanzania pamoja na Zanzibar imekuwa ishu kubwa sana huko Bukoba kwa sababu ndiko sehemu ambako ametokea au sehemu ambako amezaliwa. Lakini sisi kama sawasawa ligi tutuko hapa kupa updates, lakini pia habari zote ambazo zinakuwa eh, zinatokea, habari kingajani mwako, tunakwambia endelea kutufuatilia.